Umewahi kujiuliza, kwa nini kila unachokifikiria, ghafla kinatokea kwenye reels zako za Instagram? Je, simu yako inasoma mawazo au kuna mtu anachungulia ndani ya ubongo wako? Ukweli ni wa kutisha zaidi kuliko unavyodhani. Karibu kwenye ulimwengu wa algorithm. Nyayo zako za kidijitali. Hawahitaji kusoma akili yako. Wanajua kila sekunde unayopoteza kutazama picha fulani. Wanajua ni nani unayemchatia na ni nini marafiki zako wanatafuta. Wanaunganisha nukta na kutengeneza picha ya maisha yako kabla hata hujafungua mdomo kusema. Ubongo wa ubongo au the frequency illusion. Lakini hapa ndipo mchezo unapoingia. Ubongo wako ni mashine ya ajabu. Unapoanza kuwaza kitu, unakuwa macho kukitafuta. Reels mia tisa zinaweza kupita usizielewe, lakini ile moja, ile moja tu inayofanana na wazo lako, inakufanya uhisi kama ni muujiza. Si muujiza, ni hesabu. Je, wanasikiliza? Wanasema hawasikilizi, lakini data zako zinazungumza kwa sauti kuu kuliko maneno yako. Unachotafuta Google, unachonunua sokoni na unakokwenda, vyote viko kiganjani mwao. Hivyo, wakati mwingine ukiiona ile nyayo ya viatu ulivyokuwa unawaza usishtuke. Kumbuka, kwenye mtandao wewe si mteja, wewe ndiye bidhaa inayouzwa.